kwa mitano tena kwake. Asante sana. Anakwenda kuingia sasa, toka ara yuko tayari kuingia ndani ya kumi, tunamleta kwenu. Pigana na Mungu, uta play wimbo namba Wimbo wa mwisho kabisa

Hii ni Songwe TV, ni matangazo ya moja kwa moja live kutoka YouTube yetu ya Songwe TV. Karibu sana Songwe. Asante sana namshukuru Mungu. Umejisikiaje kuwepo Songwe? Maana tumezoea hali ya Dar es Salaam, ni joto, lakini umejisikiaje kuwepo Songwe? Eh, kama unavyoniona, nimesweti. Tumefanya, tumefanya jogging hapa. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya watu wa Songwe. Mimi nime nimekaa Tunduma mwaka mmoja, mwaka 2010. Kwa hiyo nimekaa Tunduma, kwa hiyo nime experience kidogo mazingira ya Songwe, lakini mimi pia Eh, ni mzaliwa wa Mbeya, nimezaliwa Uyole. Kwa Dar es Salaam ni kwa sababu tu ya harakati za kwenda kupambana kutafuta maisha, lakini namshukuru Mungu kwa sababu ameamua kunitumia nikiwa huko. Kwa hiyo ni vyema sana. Ketia nyimbo zako EP Alpha, ni kwa namna gani unahisi watu wanabarikiwa? Eh, kiukweli siwezi nika, siwezi nika imagine kwa sababu Mungu mwenyewe anajua ni kiasi gani ana, anafanya kwenye maisha ya watu. Mimi kazi yangu ni kufanya kile ambacho Mungu ana, aa, anatamani nikifanye na amekuwa akiniwezesha kukifanya kwa hiyo chochote kile ambacho Mungu atakifanya mimi ninamrudishia utukufu yeye. Nyimbo zako zimekuwa na mguso sana, tupe historia ya maisha yako kwa ufupi. Nini kinasababisha nyimbo zako kuwa na mguso hasa kwa maisha ya watu? Nadhani ni kwa sababu nyimbo nyingi ambazo mimi ninazitoa nimezitoa eh, kutokana na historia ya maisha yangu. Nilimwambia Mungu natamani Mungu yatumie maisha yangu kama utataka ni experience njaa ili nikiimba kuhusu njaa, wewe uguse watu kwa urahisi zaidi, kwa sababu Mungu anaangalia dhamira ya mtu. Kwa hiyo nikasema kama Mungu unataka mimi ni experience njaa, basi nipitishe kwenye hiyo njaa, ili nitakapoenda kutoa ushuhuda wa hiyo njaa, hiyo ni rahisi kumuokoa mtu mwingine. Nikasema kama ni shibe, basi nipitishe kwenye hiyo shibe. Kama ni muonekano, basi nipe huo muonekano. Kama ni mali basi nipe hizo mali, ili mradi tu nitakapofanya kitu utukufu na heshima vyote virudi kwako. Kwa hiyo kwa mimi ninatamani niwaokoe watu warudi kwa Mungu. Kwa hiyo natamani Mungu ayatumie maisha yangu zaidi kwenye kufanya huduma yangu, ili nitakapoenda kumshuhudia mtu mwingine iwe ni rahisi yeye kunielewa na ni rahisi hata mimi kumkonvinsi huyo mtu kuja kumpokea huyo Mungu. Unajionaje Obi Alfa, ulikotoka, ulipo na unakoelekea? Eh, nilipotoka ni neema za Mungu, Nilipo ni neema za Mungu, nakuelekea neema za Mungu, zitapanga niende vipi. Watanzania na dunia kwa ujumla wategemee nini kutoka kwako kupitia uinjilishaji wako? Wategemee kumwona obiaofa anayemtumikia Mungu, mwenye shauku ya kuendelea kutamani kufanikiwa na wazidi ku, uh, kuwa na hofu ya Mungu zaidi. Hakuna kitu kingine kama Mungu ataleta magari majumba mahela yeye, yeah, yalete yeah, lakini kama Mungu ataleta dhiki ili tu atumie hiyo dhiki kuwaokoa watu, basi mimi kwangu ni kabisa okay, kwa sababu nilimwambia yeye kwa vile ambavyo anaona yataleta utukufu kwenye ufalme wake. Wapo wanaosema Nyanda za juu kusini tumekuwa wakitoka waimbaji wengi ambao wanakuja na vipawa vya kuinjilisha watu lakini mwisho wa siku wanapotea, wakishirikishwa, wakishinikizwa na kuambiwa kwamba wanatumia ushirikina. Nimeexperience zaidi nguvu ya Mungu, kwa hiyo mtu akiniambia baada ya ushirikina itabidi nimuulize aku experience vipi ili nielewe, pengine labda mimi niko kwenye huo ushirikina afsi lakini mimi ninachojua, ninamtumikia Mungu aliye hai, na yeye ndo amekuwa ananipambania mpaka nimefika siku hii ya leo hapa. Kwa hiyo hiyoi eh, yani huwezi kumpangia mtu cha kusema na uwezo kumpangia mtu cha kuwaza, wala tu ni nini amwambie nani na muda gani. Kwa hiyo chochote kile ambacho atakifikilia ni sawa, ila mimi ninavyojua, nimwambia Mungu ayatumie maisha yangu, kwa sababu natamani yalete utukufu kwenye hekalu lake, yalete utukufu kwenye jina lake. Kati ya waimbaji waliotoka mkoa wa Mbeya, waliopita na waliopo ni mwimbaji gani ambaye amekuvutia na kukuinspire wewe kufika hapa ulipo? Eh, nadhani ni waimbaji wote ambao nimeshawahi kuwasikia. Kwa sababu mimi sisikilizagi mwimbaji kwa kumwangalia sura yake, kwa sura ni nzuri. Nikiona movement kwenye roho yangu, kwenye nafsi yangu najua Mungu kuna kitu anataka anisemeshe kupitia huu wimbo. Naweza nikasema ni wote ambao nimeshawahi kuwasikia na ambao sijawahi kuwasikia basi Mungu hajataka niwasikie. Kwa sababu Mungu akiruhusu nimsikie mtu, inamaanisha e, anataka nisikie kitu fulani au nielewe kitu fulani kutoka kwa kwa, kwa huyo mtu. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikimuona Mungu kwa waimbaji ambao nimeshawahi kuwasikia masikioni mwangu kutoka Mbeya. Sana Obi Alpha, karibu sana mkoa wa Songwe na karibu sana Songwe TV. Amen, Mungu awabariki. Asante sana Thanks.